Kwa game bana una nini la kuzungumzia kuhusiana na mchezo wa leo. Leo umeondoka na goli moja kwa sifuri dhidi ya uh, Coastal Union kwanza niwapongeza wachezaji, wamepambana kwa hali ya juu, tena wamepambana me, kweli kweli. Unajua mechi tatu kushinda mfululizo dhidi ya timu hiyo hiyo moja si swala la kitoto kwenye ligi kuu. Coast Union imebagajwa hii mara ya tatu kwenye FOI, nimemkunguta mara moja kwa, ukijumlisha unapata mfululizo, na kati yule shoga yake mvua vijezi kama vya Coast Union alivyokunguta tatu nne, mara mfululizo, mara nne mfululizo, ya tano kalala mbele kwa Coast Union, hata leo enyewe kwenye mechi ya, ya tatu Yaani angekuwa kama mtoto amodi, angelala mbele, lakini alijiamini kwamba labda anaweza akavuta akavunja ule uteja, lakini unavyosema unakuja kuvunja uteja, je, una kikosi cha kuhimili mikikimikiki ya kina Pacomel? Lakini mwisho wa siku sasa tunaona alokuwa bora ni nani, alokuwa mbovu ni nani wenyewe ni mechi ya kisasa, lazima afe, ni vita kali. Kwanza nimpongeza sana Pakome kwamba unavyokwendi, nimeamini. Wale unaopaka nywele unaangalia na mguuni, kumbe yamo. Sasa hivi mechi ya ngapi? Ya tatu hii anaondoka nae na, mechi kwao. Sasa ukiangalia kwao kule kuna mtu amepaka beach, tu mashabiki wa Yanga, yeti hii imeisha. Mechi ya siku ngapi? Siku ya Alhamisi. Tunahakikisha kama mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga h kwa sababu ukiangalia mechi zilizobaki saba ama nane. Katika mechi hizi nane, kila yani, lazima tuhakikishe tunachukua pointi tatu. Ukiangalia mechi ya leo ilikuwa ngumu, lakini tumemsaka huyu kunguni, yani tume kwenye chumba, tumemsaka kama tunavyomsaka kunguni. Kama kunguni amekushinda, unapata godoro zima. Hebu angalia kile kichwa cha kujituma cha Pakome kile, ndio unajua kabisa yule mamba, mwacheni aitwe master. Yani e, ile ni jitihada za mtu binafsi za kujituma mpaka unapatikana, yani ile goli kichwa, kamshanga kile kaka, yeah, <laughs> yeah. Hapo unasema ameshinda hey! Bao moja ni, ni bao finyu kwa Yanga Africans. Hey. Sasa hawa wanaosema kwamba ni goli finyu hmm, tunakwenda kwenye ligi kuu Tanzania Bara ya mwisho nilipokutana na mtoto mmoja goli la kujikanda kijili

Walitema wali mata mji mzima goli moja tu.